Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limepokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kidumu Vigunguti, wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani, imeonekana miili ya watu wanne wasiojulikana ikiwa pembezoni mwa barabara inayotoka Mapinga kuelekea Kibaha. Baada ya kupata taarifa ya jeshi la polisi, wakiwa na wataalamu wa uchunguzi wa matokeo makubwa walifika eneo la tukio na kukuta miili hiyo ya watu wanne wote wanaume wanaokadiriwa kuwa umri wa miaka 19 hadi 22 ambao hawakufahamika majina wala makazi yao, wakiwa na majeraha sehemu za usoni na miguuni. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilifikisha miili hiyo katika hospitali ya rufaa ya Tumbi kwa uchunguzi zaidi. Wakati tunaendelea na uchunguzi wa nini kilichowatokea watu hao, ndipo wakajitokeza wazazi na baadhi ya ndugu wakaweza kutambua miili ya watu hao. Watu hao wametambuliwa kama ifuatavyo: Mikidadi Abbas Mikidadi mwenye umri wa miaka 21, deiwaka wa bodaboda na mkazi wa Tabata cha ng'ombe Dar es Salaam. Wa pili ni Hassan Juma Jumanne mwenye umri wa miaka 21 deiwaka wa bodaboda na mkazi wa Tabata cha Ngombe, Dar es Salaam. Watatu ni Fadhili Patrick Hiola mwenye umri wa miaka 19 deiwaka wa bodaboda na mkazi wa Vingunguti Miembeni, Dar es Salaam. Wanne ni Abdalla Fadhil Nyaga mwenye umri wa miaka 21, Makonde, dereva bajaji na mkazi wa Kisukuru, Tabata. Mili yote imekabidhiwa kwa wazazi na ndugu kwa ajili ya mazishi baada ya taratibu za uchunguzi wa daktari kukamilika. Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani linaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika wa, wa mauaji hayo na yaliyotokea. Wito wa jeshi la Polisi mkoa wa Pwani ni kuwataka wananchi kama kuna mwenye taarifa yoyote ya kuwezesha kupata ukweli wa vifo hivyo asisite kuziwasilisha ili zifanyiwe kazi. Imetolewa na Kamanda wa Polisi Mkoa wa Pwani.